Habari! Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia hadithi ya dhahabu katika bara la Afrika. Tangu ufalme wa Mali hadi michango ya kisasa, dhahabu imekuwa ni utajiri mkubwa wa bara letu kwa karne nyingi sana. Katika historia yetu Waafrika wamechimba na kuuza dhahabu kabla ya wazungu hawajaja katika nchi zetu hapa Afrika. Wafanyabiashara wa Kiarabu walikuja kusaka dhahabu hii katika miaka ya kale sana, kabla ya wakoloni. Ufalme wa Mali ulikuwa ni moja ya mataifa matajiri zaidi duniani wakati wa karne ya 14. Mansa Musa alikuwa ni mfalme tajiri zaidi duniani katika kipindi chake cha utawala wake huko Mali. Safari yake kwenda Maka mwaka 1327 ilisababisha bei ya dhahabu kushuka. Kabla hatujaendelea zaidi, naomba mfuate chaneli hii na mkabonyeze like kwa video hii tafadhali. Utajiri wa ufalme wa Mali ulitokana na uchimbaji wa dhahabu katika ardhi ya Afrika Magharibi. Mansa Musa alichukua tani 24 za dhahabu wakati wa safari yake kwenda Maka. Hii ni kiasi cha kusisimua sana ambacho kinafanya tuelewe jinsi Mali ilivyokuwa na utajiri mkubwa. Historia ya dhahabu katika Afrika inaanza miaka elfu nyingi kabla ya kufikia kipindi cha ufalme wa Mali. Wamisri wa kale walichimba dhahabu kutoka eneo la Nubia lililoko kusini mwa Misri katika miaka elfu tatu. Dhahabu hii ilitumiwa kutengeneza mapambo ya wafalme na miungu katika mahekalu ya Wamisri wa kale sana. Firauni walivaa taji na vipuli vya dhahabu kama alama ya utawala wao juu ya watu wa misri mamia ya michango ya dhahabu ilionekana katika kaburi la mfalme tutankamun aliyefariki miaka elfu tatu na tatu wamisri walithamini dhahabu kama ishara ya milele na maisha ya baada ya kifo katika imani zao dhahabu ilikuwa ni ishara ya jua na mungu wao mkuu wa jua ra katika dini yao katika historia ya Afrika ya kusini na Magharibi, dhahabu ilitumika kwa biashara kati ya makabila mbalimbali. Wafanyabiashara wa Kiarabu walifikia Afrika Magharibi wakitafuta dhahabu na bidhaa nyingine muhimu katika karne ya nane. Ghana ya kale, ambayo si Ghana ya leo, ilikuwa ni eneo la kwanza la biashara ya dhahabu. Ufalme wa Ghana ulianza kushuhudia biashara ya dhahabu na chumvi kutoka karne ya sita hadi ya 11. Dhahabu ilipakiwa kutoka nchi za ndani na kusafirisha mpaka pwani ya Bara Hindi kwa wafanyabiashara wa Kiarabu. Chumvi iliyotoka Sahara Kaskazini ilibadilishwa na dhahabu iliyotoka kusini mwa Ghana ya kale wakati ule. Wafalme wa Ghana walipata ushuru kutoka kwa biashara hii na wakawa matajiri wa kipindi chao cha utawala. Ufalme wa Ghana ulipoanguka katika mwaka 1149 kulikuja ufalme mpya, ufalme wa Mali ulianza kuongezeka nguvu zake chini ya wa wafalme wenye busara na akili za kisiasa. Sundiata Keita alianzisha ufalme wa Mali katika mwaka 1239. Yeye aliweza kushinda maadui na kuweka msingi wa utawala imara ulioendelea karne nyingi, lakini ni Mansa Musa ambaye aliufanya ufalme wa Mali kuwa maarufu duniani kote kupitia safari yake. Kaeni hapo wapendwa, tujadiliane katika sehemu ya maoni kuhusu ukubwa wa utajiri wa Mansa Musa. Mansa Musa alitawala kutoka mwaka 1310 hadi 1338. yeye alizaliwa katika familia ya kifalme na kupata elimu ya uongozi tangu akiwa mdogo kabisa. katika familia alipopata urithi wa enzi wake alikuta ufalme wa Mali umeshakuwa na nguvu katika biashara ya dhahabu. Safari yake ya ibada kwenda Maka ni moja ya matukio makubwa zaidi katika historia ya kiuchumi duniani. Mansa Musa alisafiri na watu elfu sitini hadi sabini pamoja na askari na watumishi wengi sana. Kila mmoja wa askari wake alishika fimbo ya dhahabu ya uzito wa kilo mbili. Huko safarini pia alichukua ngamia mia moja ambao kila mmoja alibeba kilo 86 za dhahabu. Hesabu zote zinaonyesha kwamba alikuwa na tani 24 au zaidi za dhahabu safarini. Alipopita katika miji ya Misri na Hijazi, alitoa dhahabu kwa ukarimu mkubwa kwa maskini na wafanyabiashara. Huu ukarimu wake ulisababisha bei ya dhahabu kushuka kwa asilimia kumi katika miji hiyo. Matokeo ya kushuka kwa bei yalidumu miaka kumi hadi dhahabu ilirudi thamani yake ya kawaida katika soko. Ni tukio la ajabu ambalo halitokei mara nyingi katika historia ya uchumi wa dunia yote. Safari ya Mansa Musa ilifanya wafanyabiashara wa Ulaya kuanza kuelewa utajiri uliopo katika Afrika Magharibi. Ramani za kipindi hicho zilianza kuonyesha Mali kama eneo lenye dhahabu nyingi na biashara ya manufaa. Wazungu walichora picha za Mansa Musa akikaa kwenye kiti cha enzi akishika dhahabu mkononi. Hii ilisababisha wafanyabiashara wengi kutaka kuja Afrika kutafuta biashara ya dhahabu na bidhaa nyingine. Baada ya Mansa Musa kufariki, ufalme wa Mali uliendelea kuwa imara kwa muda wa miaka 40 lakini baadaye, ufalme ulianza kuanguka kwa sababu ya vita vya ndani na mashambulizi ya maadui. Ufalme wa Songhai ulichukua nafasi ya Mali katika mwaka 1470. Songhai pia iliendelea biashara ya dhahabu na kuwa tajiri, lakini si kama Mali iliyokuwa. Katika kipindi hicho, uchimbaji wa dhahabu ulikuwa ni kazi ya watu wa kawaida, si kampuni kubwa. Vijiji vingine vilichimba dhahabu kwa kutumia zana za jadi na kuzitumia kwa ufundi wa jadi. Hapa ni mahali pazuri kutuachia maoni yenu kuhusu jinsi biashara ya dhahabu ilivyobadilika baadaye nchini Afrika. Wakoloni wazungu walipofika Afrika walijua kwamba bara hili lina utajiri mkubwa wa madini ya thamani. Wafaransa na Waingereza walichukua nchi nyingi za Afrika Magharibi ambazo zilikuwa na dhahabu nyingi. Katika karne ya 19 walichimba dhahabu kwa kutumia nguvu ya watumwa na wafanyakazi waliopewa ujira mdogo. Mashirika ya ukoloni yalifanya faida kubwa za biashara, huku wakiwaadhibu wafanyakazi wa wafanya kiafrika kwa ukali mkubwa. Afrika Kusini pia ilikuwa na michango mikubwa ya dhahabu iliyogunduliwa katika mwaka 1876 Witwatersrand ambayo inafahamika kama Rand ilikuwa na dhahabu nyingi kuliko mahali popote duniani wakati ule. Wazungu walifanya mapinduzi ya viwanda vya uchimbaji wa dhahabu na kuanzisha miji mikubwa ya wafanyakazi. Watu weusi walilazimishwa kufanya kazi chini ya ardhi katika mazingira mabaya na hatari ya maisha yao. Mfumo wa apartheid Afrika Kusini ulianza kwa sababu Wazungu walitaka kudhibiti wafanyakazi weusi kwa ukali mkubwa zaidi. Dhahabu ilisaidia Wazungu kujenga uchumi wa nchi zao Ulaya na kuacha Afrika ikiwa maskini licha ya mali. Kwa wale ambao bado hamjafuata channel hii, tafadhali fanyeni hivyo ili kupata maarifa zaidi kuhusu historia yetu. Kampuni za uchimbaji zilikuwa ni mali ya Wazungu pekee na wakuruhusu wa Afrika kuwa na hisa katika biashara Anglo American Corporation ilianzishwa na Cecil Rhodes ambaye alikuwa ni mkoloni mkatili sana Afrika Kusini katika mwaka 1870. Kampuni hii ilishikilia udhibiti wa asilimia sabini za uchimbaji wa dhahabu Afrika Kusini kwa miaka mingi. Wafanyakazi wa Afrika walipata mishahara midogo sana wakati kampuni zilipata faida za mamilioni ya mapondo. Hali hii iliendelea hadi baada ya nchi nyingi kupata uhuru katika miaka ya 60 na 70 ya karne iliyopita. Hata baada ya uhuru, kampuni za kigeni ziliendelea kudhibiti sekta ya uchimbaji katika nchi nyingi za Afrika. Serikali za kiafrika zilishindwa kupata utawala kamili wa rasilimali zao kwa sababu ya ufisadi na ukosefu wa uchumi. Dhahabu ilichimbwa na kusafirishwa Ulaya na Asia, ambapo faida zote zilikwenda kwa watu wa kigeni Kipindi cha baada ya uhuru kilishuhudia mapambano ya waafrika kupata haki za rasilimali zao za asili. Nchi kama Ghana na Mali zilipata uhuru katika miaka ya sitini na wakaanza kujaribu kudhibiti biashara za dhahabu, lakini kampuni kubwa za kimataifa zilikuwa na nguvu kubwa za kiuchumi na kisiasa kuliko serikali za Afrika. Benki ya Dunia na mfuko wa fedha wa kimataifa walilazimisha nchi za Afrika kufungua masoko yao kwa wawekezaji wa kigeni. Sheria hizi zilisababisha kampuni za kigeni kuendelea kudhibiti michango ya dhahabu katika Afrika hata baada ya uhuru. Wafanyakazi katika michango bado walipata mishahara midogo na kufanya kazi katika mazingira mabaya sana ya kazi. Ajali za michango zilikuwa ni jambo la kawaida, ambapo watu wengi walifariki au kujeruhiwa kila mwaka. Serikali za Kiafrika hazikuwa na nguvu za kuweka sheria madhubuti za kulinda wafanyakazi wa michango. Ufisadi ulifanya viongozi kusahau maslahi ya wananchi na kuwafikiria manufaa yao binafsi tu peke yao Conflicting. Leo hii Afrika bado ni mchimba mkubwa wa dhahabu duniani. Lakini sio mtajiri wa dhahabu kuliko mataifa mengine. Nchi za Ghana na Mali na Tanzania na Afrika Kusini zinachimba dhahabu kwa wingi mkubwa, lakini asilimia kubwa ya faida bado zinaenda kwa kampuni za kigeni zenye uzoefu na mitaji ya kutosha. China pia imeingia soko la uchimbaji wa dhahabu Afrika na kuwa mchezo mkubwa katika soko hili. Kampuni za Kichina zinamiliki haki za uchimbaji katika nchi nyingi za Afrika na kuchukua dhahabu kwenda China. Suala la mazingira pia ni tatizo kubwa, ambapo michango inasababisha uchafuzi wa maji na ardhi katika vijiji. Wananchi wa maeneo ya michango wanaathirika na kuondolewa kwenye ardhi zao bila fidia za haki na za kutosha. Tunapenda kusikia maoni yenu ya kina kuhusu hali hii ya kisasa ya biashara ya dhahabu hapa Afrika. Ni muhimu kuelewa kwamba dhahabu ya Afrika imesaidia kujenga uchumi wa dunia kwa karne nyingi sana. Fedha za dola na pauni na yuro na nyingine zilikuwa zimefungwa na thamani ya dhahabu iliyochimbwa hapa Afrika. Fort Knox, nchini Marekani, ina dhahabu ya tani elfu nane ambapo asilimia kubwa ilitoka Afrika ya Kusini. Benki kuu za Ulaya zinashikilia dhahabu za tani elfu nyingi ambazo nyingi zimechimbwa kutoka bara la Afrika. Utajiri wa mataifa ya Magharibi umejengwa kwa kutumia dhahabu na madini mengine ya Afrika bila malipo ya haki. Hii ni historia ambayo inafundisha kwamba ukoloni haukuisha, lakini ulibadilika sura na njia za kufanya biashara. Nchi za Afrika zinahitaji kuwa na mpango imara wa kufanya bidhaa zao za madini kuwa na thamani. Badala ya kuuza dhahabu ghali, tunapaswa kuifanyia kazi na kutengeneza vitu kama mapambo na vifaa vya teknolojia. Ghana ya leo ni mfano mzuri wa nchi inayojaribu kubadilisha sekta yake ya uchimbaji wa madini. Serikali ya Ghana imeweka sheria za kulazimisha kampuni kuweka asilimia fulani ya faida katika nchi kwa maendeleo. Kampuni zinaweza kupata leseni za uchimbaji, lakini ni lazima zilipe kodi na waweke miundombinu katika jamii. Lakini bado kuna changamoto za ufisadi ambazo zinakwamisha mpango huu wa kubadilisha hali ya biashara. Wachimbaji wadogo wa dhahabu wanaitwa galamsey Ghana, na wanasababisha uharibifu wa mazingira kwa wingi sana. Serikali inajaribu kudhibiti uchimbaji haramu, lakini ni kazi ngumu kwa sababu ya ufisadi na umaskini wa wananchi. Mali pia inachimba dhahabu kwa wingi mkubwa na kuwa mchimba wa tatu wa dhahabu barani Afrika, lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe na ugaidi vimekwamisha maendeleo ya sekta hii ya uchumi wa nchi. Tanzania imeongeza uzalishaji wake wa dhahabu katika miaka ya hivi karibuni na kuwa mchimba mkubwa Afrika Mashariki. Serikali ya Tanzania imejaribu kuongeza ushuru kwa kampuni za madini ili kupata mapato mazuri zaidi kwa taifa. Afrika Kusini bado ni mchimba mkubwa wa dhahabu duniani ingawa uzalishaji wake umepungua tangu miaka ya 80. Witwatersrand imezalisha zaidi ya nusu ya dhahabu yote iliyowahi kuchimbwa duniani katika historia yote ya binadamu. Wafanyakazi wa michango hiyo wanafanya kazi katika kina cha mita elfu tatu chini ya ardhi kwa joto. Hali ya usalama imebadilika kidogo, lakini bado kuna ajali za mara kwa mara zinazosababisha vifo vya wafanyakazi. Kampuni za uchimbaji zinajaribu kutumia teknolojia mpya za roboti ili kupunguza hatari kwa wafanyakazi wa binadamu lakini hii pia inasababisha upungufu wa ajira kwa watu wengi wanaotegemea kazi za michango kwa maisha yao. Tatizo kubwa zaidi ni jinsi faida ya dhahabu inavyogawanywa kati ya kampuni na nchi na wafanyakazi wa chini. Wafanyakazi wanaopata mishahara midogo hawana uwezo wa kununua vitu vya dhahabu wanaovyochimba kila siku. Faida nyingi zinaenda kwa washikadamu wa kampuni ambao wengi wanaishi mbali na Afrika katika nchi za Ulaya. Wazungu na kampuni za kimataifa bado ndio wanahisa kubwa katika sekta ya uchimbaji wa dhahabu Afrika. Hii ina maana kwamba rasilimali za Afrika zinaendelea kuibia bara bila kuleta maendeleo ya kweli kwa wananchi. Sera za serikali za Afrika zimeshindwa kuleta mabadiliko makubwa katika sekta hii ya uchumi wa madini. Sasa tujadili namna ambavyo teknolojia mpya inabadilisha sekta ya uchimbaji wa dhahabu katika Afrika ya leo. Teknolojia ya mitambo mikubwa imeongeza uzalishaji wa dhahabu, lakini pia imepunguza ajira za wafanyakazi wa kawaida wa chini. Roboti na mitambo ya kisasa inaweza kufanya kazi ambayo hapo awali ilifanywa na watu, mamia wa wafanyakazi. Hii inamaanisha kwamba michango mingi ya kisasa haihitaji wafanyakazi wengi kama ilivyohitaji hapo zamani za kale. Ukiachilia mbali hilo, Teknolojia inasaidia kupunguza ajali na kulinda maisha ya wafanyakazi katika mazingira magumu ya michango. Kampuni zinaweza sasa kuchimba katika maeneo yaliyokuwa magumu kabla kwa sababu ya mitambo mipya ya kisasa. Hii inaweza kumaanisha kwamba michango mingi zaidi itafunguliwa na kuongeza uzalishaji wa dhahabu barani Afrika. Lakini swali kubwa ni nani atanufaika na uzalishaji huu wa ziada wa dhahabu Afrika? inapoendelea kuchangamkia. Swala la mazingira ni changamoto kubwa inayokabili sekta ya uchimbaji wa dhahabu katika Afrika ya leo. Michango ya dhahabu hutumia kemikali za sumu kama cyanide na mercury ambazo zinachafua maji na ardhi. Maji ya mito yanatumiwa kusafisha dhahabu na baadaye yanarudi katika mazingira yakiwa yamechafuliwa na sumu hatari. Wananchi wanaoishi karibu na michango wanaathiriwa na magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa mazingira yao ya kila siku. Watoto wanazaliwa na kasoro za mwili kwa sababu ya uchafuzi wa mazingira na maji wanayotumia mama zao. Serikali za Afrika zimeshindwa kuweka na kutekeleza sheria madhubuti za kulinda mazingira kutokana na uchimbaji wa dhahabu. Kampuni za kigeni zinajua sheria za nchi za Afrika ni dhaifu na hivyo zinafanya kama zinavyotaka. Katika nchi za Ulaya, kampuni hizi zisingefanya kile wanachofanya hapa Afrika kwa sababu ya sheria kali. Huu ni udhalimu wa kipindi kipya ambapo watu wa Afrika wanatengenezwa kuwa wahanga wa biashara za kimataifa. Uchimbaji haramu wa dhahabu ni tatizo kubwa katika nchi nyingi za Afrika kwa sababu ya umaskini mkubwa. Watu maskini wanaingia katika mashamba ya michango ya dhahabu kuchimba kwa zana za mikono yao. Hii ni kazi hatari sana ambayo inasababisha vifo vya watu wengi kila mwaka kutokana na ajali za kuporomoka. Dhahabu inayopatikana inazushwa kwa kutumia mercury ambayo ni sumu hatari kwa afya ya binadamu na mazingira. Watoto wadogo wanashiriki katika kazi hii ya kuchimba kwa sababu familia zao zinahitaji pesa za kuishi. Huu ni ukiukaji mkubwa wa haki za watoto ambao wanapaswa kuwa shuleni badala ya kuchimba dhahabu. Serikali zinajaribu kupambana na uchimbaji haramu, lakini unashindwa kwa sababu ya ukosefu wa rasilimali na ufisadi wa viongozi. Dhahabu iliyochimbwa kiharamu inasafirishwa nje ya nchi kwa njia za siri na kuuzwa sokoni la kimataifa. Kampuni kubwa zinaweza kununua dhahabu hii bila kuuliza chanzo chake na hivyo kuendeleza biashara hii haramu. Tunapaswa pia kuzungumzia jitihada za watu wa Afrika kupata haki zao katika sekta ya uchimbaji wa dhahabu. Muungano wa wafanyakazi umepambana kwa miaka mingi kupata mishahara bora na hali ya kazi nzuri kwa wafanyakazi. Mapambano haya yamefanya kampuni za uchimbaji kubadilisha baadhi ya sera zao za malipo na usalama wa kazi. Lakini bado kuna mfumo wa ubaguzi ambapo wafanyakazi weusi wanapata mishahara duni kuliko wafanyakazi wazungu wa kazi sawa. Wanawake wamekuwa wakishiriki zaidi katika sekta ya uchimbaji, ingawa bado wanakabiliwa na ubaguzi wa kijinsia. Mashirika ya kiraia yanajaribu kusimamia shughuli za kampuni za uchimbaji ili kuhakikisha zinatekeleza wajibu wao wa kijamii. Serikali za nchi za Magharibi zinapaswa pia kusimamisha kampuni za nchi zao zinazofanya ukiukaji wa haki za binadamu. Wananchi wa Afrika wanahitaji elimu ya kutosha ili kuelewa thamani halisi ya dhahabu na madini mengine yao. Bila maarifa haya, watakuwa ni wanyonge tu katika mazungumzo ya kibiashara na kampuni za kimataifa za uchimbaji. Ni muhimu pia kuelewa jinsi dhahabu inavyotumika katika uchumi wa kisasa wa dunia kwa ujumla. Benki kuu za nchi tajiri zinashikilia dhahabu kama akiba ya thamani ya kuthibitisha fedha zao za karatasi. Wakati wa vita au mizozo ya kiuchumi, nchi hurejelea akiba zao za dhahabu kama salama ya uchumi. Dhahabu inatumika katika viwanda vya vi elektroniki na dawa na mitambo ya angani kwa sababu ya sifa zake. Mapambo ya dhahabu ni bidhaa ya kifahari inayouzwa duniani kote na kupendwa na watu wa kila tabaka. Bei ya dhahabu inabadilika kila siku katika soko la kimataifa kulingana na mahitaji na uzalishaji wake. Wakati wa mizozo ya kiuchumi, bei ya dhahabu huongezeka kwa sababu wawekezaji wanaiamini ni salama kuliko fedha. Afrika inazalisha dhahabu nyingi lakini haiwezi kudhibiti bei yake katika soko la kimataifa kwa sababu ni dhaifu. Hii inamaanisha kwamba faida kubwa ya biashara ya dhahabu inaenda kwa nchi zenye nguvu za kiuchumi. Tuangalie sasa jinsi nchi zingine zimefanya mafanikio katika kudhibiti sekta yao ya madini kwa manufaa ya wananchi. Botswana ni mfano mzuri wa nchi ya Afrika iliyoweza kudhibiti sekta yake ya madini kwa manufaa ya taifa. Ingawa Botswana inajulikana zaidi kwa almasi, imejenga mfumo ambao unaweza kufuatwa na nchi za dhahabu pia. Serikali ya Botswana inamiliki asilimia hamsini na kimoja ya kampuni kubwa ya uchimbaji wa almasi nchini. Hii inamaanisha kwamba serikali inapata moja kwa moja nusu ya faida za biashara ya madini ya nchi. Fedha hizi zimetumika kujenga miundombinu na huduma za afya na elimu kwa wananchi wa Botswana wote. Botswana imekuwa moja ya nchi tajiri zaidi ya Afrika kwa sababu ya utawala bora wa rasilimali zake za madini. Hii ni somo muhimu kwa nchi kama Ghana na Mali na Tanzania ambazo zina dhahabu nyingi sana. Lakini ukosefu wa nia ya kisiasa na ufisadi wa viongozi unazuia nchi nyingi kufuata mfano wa Botswana. Chile nayo iko nje ya Afrika, lakini ni mfano mzuri wa nchi inayomiliki shamba kubwa la madini. Serikali ya Chile inamiliki kampuni kubwa ya shaba duniani inayoitwa Codelco, kupitia serikali yote kwa moja kwa moja. Faida za kampuni hii zinaenda moja kwa moja katika hazina ya taifa na kutumika kwa maendeleo ya wananchi. Nchi za Afrika zinaweza kufanya vivyo hivyo kwa uchimbaji wa dhahabu badala ya kuuachia wote kwa wafanyabiashara, lakini hii inahitaji utawala bora na kuepuka ufisadi ambao ni tatizo kubwa katika serikali nyingi za Afrika. Viongozi wa Afrika wanapaswa kuweka maslahi ya taifa lao mbele kuliko maslahi yao binafsi na ya kampuni za kigeni. Wananchi wa Afrika pia wanahitaji kusimama na kudai haki zao za rasilimali za nchi zao bila kuogopa. Bila shinikizo kutoka kwa wananchi, serikali zitaendelea kuuza rasilimali kwa bei nafuu kwa wafanyabiashara wa kigeni. Sasa tufike kwenye hitimisho la hadithi yetu ya dhahabu. Kutoka Ufalme wa Mali hadi michango ya kisasa, tumejifunza kwamba Afrika imekuwa na dhahabu kwa maelfu ya miaka na imeitumia kujenga mataifa matajiri. Mansa Musa alionyesha dunia kwamba Waafrika walikuwa matajiri na wenye ustaarabu mkubwa kabla ya ukoloni, lakini watu wa kigeni walikuja na kuchukua udhibiti wa madini yetu na kutufanya maskini katika nchi zetu. Hata baada ya uhuru, tunaendelea kuuzwa vibaya kwa sababu ya ufisadi na ukosefu wa mpango bora. Viongozi wetu wameshindwa kulinda maslahi ya wananchi na kuwafikiria manufaa yao binafsi na ya wageni tu. Wafanyakazi wa michango wanaendelea kunyanyaswa na kulipwa vibaya, ingawa wanazalisha utajiri kwa wengine wenye tamaa. Mazingira yanaharibika kwa sababu ya kampuni zinazotafuta faida tu bila kujali maisha ya watu wanaokaribia. Watoto wanaathirika na kupoteza fursa za elimu kwa sababu ya umaskini unaotokana na wizi wa rasilimali zetu. Lakini kuna matumaini kama tutakubali kujifunza na kuchukua hatua madhubuti za kubadilisha hali hii mbaya. Tunahitaji viongozi waaminifu watakaoweka maslahi ya wananchi mbele kuliko kila kitu kingine katika nchi zao. Tunahitaji sheria kali za kulinda mazingira na haki za wafanyakazi katika sekta ya uchimbaji wa madini. Tunahitaji uelewa kwamba dhahabu yetu ni mali yetu na tunapaswa kuwa wenye udhibiti kamili wa biashara yake. Kumbukeni kwamba historia ni mwalimu bora kama tutakubali kujifunza na kutotia makosa ya zamani tena. Sasa naomba mnilikumbusha tena kwamba mnifuate channel ya Ufalme Uliopotea kwa maudhui zaidi ya historia yetu. Kabonyezeni like ili video hii iweze kufikia watu zaidi wanaohitaji kuelimika kuhusu asili yao ya ukweli. Andikeni maoni yenu hapa chini kuhusu hitimisho gani mnaloweza kufanya kutokana na hadithi hii ya dhahabu. Je, mnachoona jinsi ya kubadilisha hali hii na kurudisha utukufu wa bara letu la Afrika kwa watu wake? Je, mnadhani nini kinaweza kufanywa ili kampuni zisiendelee kutuchukua vibaya na kuchukua rasilimali zetu bila kulipa haki? Maoni yenu ni muhimu sana kwa maendeleo ya mazungumzo haya ya kitaifa kuhusu rasilimali zetu za madini. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tuonane katika video ijayo ya Ufalme Uliopotea hapa hapa. Mungu awabariki na tujifunze historia ili tusirudie makosa ya zamani katika maisha yetu ya leo.